Kiukweli, I think huu ni mwanzo mzuri kwa hiyo siwezi kutoa judgement yoyote kwa kitu ambacho kinafanyika mara ya kwanza. Ningependa haya maswali yako niulize baada ya hii event Mwakusha, niulize baada event, i think naweza nikawa na kitu kingine kizuri zaidi ya kusema. For now let's see what's happening. Sio kila mmoja, kama nilivyosema kuhusiana na kila mmoja kuwa na production house yake, kuna umuhimu wa wasanii wengi kuweza kutumia nafasi zao kuweza kufanya kazi nyingi tofauti, kuliko kukaa na kusubiri labda kupewa kitu fulani, kupewa labda ambassadorship ya kitu fulani. Kuna umuhimu, unajua, kama wenzetu movie kitolewa, wanatoa vitu kama franchise, kuna kofia, kuna t-shirt, kuna nini, kuna mambo mengi sana yanatolewa. Sisi hatufanyi chochote, at that at that point. Kwa hiyo unakuta, unakuta, unakuta movie kitolewa, umeshalipia baada hapo, unakuta ndio maana wasanii wengi unakuta labda hawana hela, because of that fact I think tuanze ku, capitalize kwenye umaarufu wetu tulionao tuweze kuutumia kwenye vitu vingi sana ambavyo vitaenda kwa wananchi. Yes. Siwezi kusema unajua industry yetu inalegalega. Tuseme ni watu wana legalega sio industry. Industry imekaa pale pale. Industry ni sanaa. Unajua sanaa itasimama kulingana na watu waliopo kwa muda huo. Tukisema wasanii wote sasa hivi waondoleo, wakija wengine ambao wana passion zaidi. Tunaweza tukasema industry imesimama, but ni watu ambao waliopo kwa muda ule. So kwa sasa hivi I think kuna mwamko zaidi kna mwamko kuliko ilivyokuwa hapa kipindi cha kati ukiachana na zamani kwa kwa kuna recession kidogo tukashuka lakini sasa hivi i think tumeanza kupanda tena mtoto aanzishe anapenda watoto umeona kama anapenda watoto ana post watoto wengi na nimshauri anzishenasa kuna tatizo kwenye hilomaliasili ya taifa I think, ina haki ya kuonyeshwa kwa wananchi wanaotaka kuiona <laughs>